Nikukaribishe mwanaspoti popote pale ulipo na kama ni mara yako ya kwanza kupata video zetu, nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kuweza kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe, pamoja na alama ya kengele ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu. Na kikosi cha timu ya Simba Sports Club siku ya juzi kilikuwa uwanjani Mkwakwani Tanga, kumalizana na watani wao Yanga huku mabosi wa klabu zote wakiumwa sikio kwa kutakiwa kuwapa muda mastaa wao kabla ya kuanza kuwasha moto katika ligi kuu ya NBC ambayo inaanza siku ya leo Agasti 15 ya mwaka 2023. Timu za Simba na Yanga zilikuwa zikiivana kwenye mechi ya fainali ya ngao ya jamii, na Simba kubeba taji hilo, na nyota na kocha ya zamani wa timu hiyo Jamhuri Kihwelo Julio akatoa angalizo kwa mabosi wa timu ya Simba Sport Club. Simba ilishindwa kupata bao dakika tisini za pambano hilo dhidi ya Singida na kufuzu kwa penalti, huku baadhi ya nyota waliosajiliwa kushindwa kuonyesha makeke, lakini Julio alisema ni kitu cha kawaida na mabosi wanapaswa kuwapa muda wachezaji. Julio alisema usajili na kuonyesha uwezo uwanjani ni vitu viwili tofauti, hivyo ni lazima wanaSimba wawe wavumilivu kwa sasa ili kuwapa muda mastaa wao wazoeane na wenzao kisha wawapime mbele ya safari. Ilitazama Simba katika mchezo wa Simba Day na hata wa Singida, kuna matatizo madogo yanayorekebishika, ila viongozi wawape muda wa kutosha benchi la timu hiyo na wachezaji katika kuweka mambo sawa, alisema kocha huyo wa zamani wa Simba Sports Club ambaye anajulikana kama Julio. Julio alisema hata misimu minne mfululizo Simba ilivyokuwa haishikiki ndani na hata nje, ilikuwa na kikosi bora ambacho kilikana kutengenezwa kwa muda mrefu. Hivyo wanasimba wasiharakishe mambo kwa sasa, watawachanganya wachezaji na makocha. walikuwepo kina Louis Jose Mixon, walipoondoka, sambamba na Glotas Chama, mambo yakaanza kuyumba. Walipokuja wengine walishindwa kuingia katika mfumo haraka. Hivyo ndivyo mpira ulivyo, alisema kocha huyo wa zamani Julio. Ni kukumbushe, usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ya Moshiro Online TV ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu.